ni ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu ya Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, katika nchi yetu ya Tanzania inafahamika kwamba maeneo mengi sana yanachimbwa madini ya dhahabu, na katika bara la Afrika Tanzania ni miongoni mwa nchi tano wazalishaji wakubwa wa dhahabu, lakini kwa muda mrefu hatukuwahi kuwemo kwenye kumi bora ya nchi zenye hifadhi kubwa ya dhahabu kupitia Benki Kuu yake, Tanzania haikuwemo. Mwaka 2023 tulipata maelekezo mheshimiwa rais ya kufanya marekebisho ya sheria, tukarekebisha sheria yetu, sheria ya madini, kifungu cha 59, kifungu cha 2 na cha 3, sura 123, tulivifanyia marekebisho. Katika vifungu vile, tuliongeza maneno ya kwamba kila mmiliki wa leseni ambaye atakuwa anasafirisha madini nje ya nchi lazima atenge madini yasiyopungua asilimia 20 kwa ajili ya kuyeyushwa, kusafishwa, kuchakatwa na kufanyiwa biashara ndani ya nchi. Ndo kifungu cha 59 kinavyozungumza baada ya marekebisho hayo, tukaanza ununuzi wa dhahabu tarehe moja mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne, kupitia benki kuu ya Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, katika bara la Afrika nchi inayoongoza kwa kuwa na akiba kubwa ya tani ya dhahabu kupitia benki kuu ni Algeria, wana tani mia moja na sabini na nne na ya kumi kwa bara la Afrika ni Msumbiji, ina tani sita nukta nane tisa sisi Tanzania hatukuwemo. Habari njema ndani ya miezi kumi na nne kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi mpaka leo, miezi kumi na minne ya mwaka elfu mbili ishirini na nne leo BoT amekwisha kununua tani kumi na saba za dhahabu na hivyo kuwapita wale Msumbiji waliokuwa kwenye kumi bora na sasa tunawafukuzia wale waliopo juu na ndani ya muda mfupi wa kipindi cha siku hizi mia moja zimenunuliwa dhahabu za kiwango kikubwa sana kupitia wachimbaji wadogo ambao pia imechangia katika kuongeza upatikanaji wa tani 17 chini ya benki kuu ya Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, wa haya yamefanyika ndani ya siku chache za tangu Daktari Samia Suluhu Hassan apishwe na kushika madaraka ya nchi yetu ya Tanzania.